Utawala usafiri wa anga FAA ulichapisha ilani siku ya Ijumaa kupendekeza agizo la kustahiki ndege 2,612 za Boeing zilizosajiliwa Marekani. FAA ilisema ilipokea taarifa kuwa abiria alinaswa bafuni wakati wa safari ya ndege kwa sababu mlango ulikuwa umekatika na hawakuweza kuufungua. Wahudumu wa ndege pia hawakuweza kufungua mlango wenye sehemu mbili, kwa hivyo marubani walilazimika kutoa bila ratiba. FAA ilisema ikiwa abiria amenaswa bafuni, FAA ilisema wanaweza kuwa katika hatari ya kuumia vibaya katika tukio la dharura lisiloweza kuepukika kama vile msukosuko mkali au dharura ya matibabu shirika hilo lilitambua lati za milango zenye namba nne tofauti ambazo ilisema zinapaswa kubadilishwa. FAA ilikadiria kuwa inaweza kugharimu mashirika ya ndege na waendeshaji wengine hadi dola milioni 3.4 ikijumuisha wafanyikazi na alachi mpya zenye dhamani ya hadi dola 481 kila moja. Baadhi au gharama zote zinaweza kulipwa chini ya udhamini. Boeing haikujibu mara moja ombi la maoni. Notisi ya FAA inatumika kwa baadhi ya ndege za Boeing 737 700, Boeing 737-800, Boeing 737-900, Boeing 737-900ER, Boeing 737-MAX-8, na 737-MAX-9. Tovuti ya Boeing inasema kuwa ndege 1341 kati ya hizo zimewasilishwa kwa wateja wa Marekani. Maagizo ya FAA yanapendekeza kwamba hadi robo tatu ya, ya ndege hizo zinalache, zina lache zinazoweza kusababisha matatizo FAA imewapa washikadau hadi Mei 27 kujibu agizo hilo lililopendekezwa, ingawa shirika hilo halikutoa maelezo kuhusu safari ya ndege iliyosababisha notisi hiyo. Haitakuwa mara ya kwanza kwa matatizo ya bafuni kusababisha kero. Mwezi uliopita abiria wa Air India walistahimili safari ya saa tisa kwenda popote. Ndege hiyo iliyokuwa ikielekea New Delhi ilirejea Chicago kwa sababu vio vyake vingi viliacha kufanya kazi baada ya abiria kujaribu kuvuta mifuko, matambara na nguo. Mnamo Februari mwaka elfu mbili ishirini na nne, bafu nane kati ya tisa kwenye ndege ya KLM kutoka Amsterdam hadi Los Angeles ziliacha kufanya kazi na kulazimisha ndege kufanya U-turn juu ya bahari Atlantiki.